ji ni kwamba kwa miaka mingi maelfu ya vijana katika kaunti ya Baringo wameishi bila kutambulika rasmi kwa kukosa kitambulisho cha kitaifa. Na wengi wakisema upana wa Baringo, ukosefu wa usalama na hali mbaya ya barabara zikiwa miongoni mwa sababu zilizochangia wengi kukosa nafasi hiyo. Lakini sasa, kuna tumaini kwani serikali kupitia idara ya uhamiaji imezindua zoezi la siku kumi la kutoa kitambulisho katika kaunti ya Baringo. Na mwanahabari wetu Crispin Otieno na mengi zaidi. Miezi kadhaa baada ya idara ya uhamiaji kuratibu kaunti ya Baringo kama mojawapo ya kaunti zenye idadi kubwa ya wananchi wasio na kitambulisho cha taifa, uhalisia wa mambo unajitokeza, wakazi wakitatizika kupata stakabadhi hizo na kukosa nafasi za kujiendeleza. Kwa wengi kukosa kitambulisho kuna maanisha kukosa masomo, kazi na nafasi za kujiendeleza kimaisha. Duncan Kipiegon Kipsaina, kijana mwenye umri wa miaka ishirini na miwili, ni mmoja wa zaidi ya wakazi laki moja sitini na moja elfu ambao wameishi miaka mingi bila vitambulisho licha ya kutimiza miaka halali ya kupewa stakabadhi hiyo. Tunampata nje ya afisi moja ya kaunti ya Baringo akiosha magari. Ni kazi anayofanya kila siku kwa kukosa namna nyingine ya kupata ajira. Kwake Kipsaina, safari ya kutafuta kitambulisho imekuwa na pandashuka nyingi, na nusura akate tamaa. Amekabiliana na barabara mbovu, ukosefu wa usalama na gharama ya juu ya nauli zilimfanya kukosa matumaini. Maisha bila ID, sasa leo nikaamua wacha niende nichukua ID, alafu hata kesho kama kuna kazi fulani wakasema kama hata kuna ID un, unatoa ID yako, unapata hata kazi. Kwa sauti yenye mtetemo, Kipsain anasimulia jinsi kukosa kitambulisho kulimfanya ajihisi mgeni katika nchi yake, akinyimwa fursa na huduma za msingi. Lakini leo amepata tumaini, hata kesho kifika siku ya kupiga kura na una ID hapo ni ngumu sana. Kipsaina anaungana na makumi ya vijana waliofika katika kituo cha huduma huko Baringo kusajiliwa rasmi. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, maisha ya hapo mbele yamepata mwanga. Katika kituo cha huduma, wengi wanasimulizi sawia na Kipsaina, ila leo wamepata matumaini. Uh, challenge nyingine ambayo ilinifanya nisishike nisiregister ID mapema ni kwamba hiyo distance ya kupitia ni mbali na minsya kutumia kwa barabara, pia barabara ni mbaya. Kwa upande mwingine, kuchukuliwa kwa ala za vidole ndio mwanzo wa safari hiyo. Thank you. Katibu wa uhamiaji Daktari Belio Kipsang alikutana na maafisa wa serikali ya kitaifa katika kaunti ya Baringo kuweka mipango ya uzinduzi wa mpango huu maalum kuanzia Jumatatu. We are projecting more than 100,000 people but we think that, uh, because of the vastness of the place, because of uh, non-sensitization of our grassroots leaders, they may have, they may be even more people out there. Jumatatu, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anatarajiwa kuizindua rasmi zoezi la siku kumi la kusajili wakazi wa eneo hili ili kupata vitambulisho. Kaunti 15 zinalengwa katika zoezi hilo. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.